Bana, Simba na Yanga ama ile dabi ya Kariako, dabi yenye mvuto zaidi Afrika, dabi yenye ushindani mkubwa, dabi ambayo watu wanatoka nyumbani pamoja kwenda uwanjani, lakini baada ya dakika tisini kila mmoja anapita katika njia yake. Simba na Yanga, mechi kubwa kabisa hapa Afrika, mechi yenye mvuto zaidi ambayo ilipangwa kupigwa Desemba 13 mwaka huu, haipo tena. Mwaka 2025 hatutashuhudia dabi tena, isipokuwa mwakani mwezi Machi dabi ya kwanza itapigwa, lakini baadaye mwezi Mei dabi ya pili itapigwa. Ina maana bodi ya ligi leo wamethibitisha kwamba dabi ya Kariakoo haitakuwepo msimu msimu huu ama mwaka huu, lakini itakuja kupigwa mwakani mwezi wa tatu na mwezi wa tano. Ina maana ligi ya Tanzania bara baada ya mechi chache ambazo zitacheza siku chache zijazo itasimama. Kumbuka kuna michuano ya Afcon hapa ambayo inaenda kupigwa mwezi Desemba. Kwa hiyo itarudi tena ligi mwakani na mbilinge zitaendelea kama kawaida. Pia kumbuka dirisha la usajili la dirisha dogo litafunguliwa Januari moja hadi tarehe thelathini mwezi wa kwanza. Ina maana wale wazee wa kusajili ama wa kuongeza wachezaji wataangalia Afcon, baada ya hapo sasa wanakuja kusajili wachezaji wengine wa kwa kiwango cha juu sana. Kwa hiyo mwaka huu bwana, ile mechi ya kesho kutwa ambayo tungeishuhudia kati ya Simba na Yanga haipo tena. Subiri mwakane bwana. Kama we ni mkali wa kutengeneza mikeka basi, chimbo pekee ambalo linafaa sana ni PMBet. Tembelea www.pmbet.co.tz, kisha wakikuuliza promo code unapotaka kujisajili, andika A669, join kwenye familia ya wababe, afu mwisho wa siku uendelee kutengeneza mikeka yako hata kama ligi ya Tanzania itasimama. Huku PMBet kuna mechi nyingi sana, kama leo kuna mechi kali zinaenda kupigwa muda mfupi tu ujao. Sasa wewe unaenda kule katengeneze mikeka yako, mwisho wa siku unawasikilizia bodi ya ligi. Sasa, dabi ya kaliakoo ya Simba na Yanga ni mwakani mwezi Machi, dabi ya kwanza na dabi ya pili itapigwa mwezi Mei. Na maana ndani ya miezi miwili tutashuhudia dabi mbili.